Nam, habari ndugu zangu, nawasalimu kwa jina la Mwenyezi Mungu. Mbele yenu mnauona hapa ni mti, kikwetu sisi tunaitwa ruduta, mti wa ruduta. Kikwenu sifahamu, lakini kila mtu ana jina lake, ana ambavyo anauita mti huu tabia yake ni moja au ni mbili, hasa katika mti huu. Ukitaka kufahamu, kifika tu utakuta wadudu wanaupenda sana, wanazunguka katika mti huu. Lakini pia utakuwa unasikia kama vidudu vinalia, kama vinzi fulani vinalia, pengine naezekana usivione, lakini vikawa vinalia maeneo haya, vinazunguka zunguka katika mti huu. Lakini pia wanapenda viumbe kama sungusungu wakubwa wale, au simizi au sungusungu wadogo. Mti huu wa ruduta una maajabu mengi sana kadri Mwenyezi Mungu alivyojalia. Lakini hapa, naomba nizungumzie upande mmoja au upande mbili tu ambazo ni katika swala so zima la mvuto mkali sana katika mti huu ukifika hapa omba manuizi yako kwamba kama unaomba biashara, unaomba wateja katika biashara, utaomba wateja: naomba wateja kutoka pande kuu nne za dunia, wateja waje katika biashara yangu kama wadudu wanavyokimbilia katika mti huu, wanakuwa wanazunguka. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu utapata wateja. Utachukua mzizi, utachimba mzizi hapo chini, hakikisha ukiwa msafi hapo mzizi hapo chini mmoja au miwili utaisaga, itakuwa unga. Ukipata ile mizizi kinachotakiwa kufanyika, ile mizizi huwa inachanganywa na njia panda tatu, namaanisha njia panda ambazo zinakatisha, kunakuwa na njia nne. Unachukua mchanga wa pale njia panda kuanzia tatu katika maeneo. Utazichukua mchanga wake ndio utaunganisha na hii dawa baada ya hapo, hakika ameenda kachome katika duka lako au sehemu ya biashara yako, hakika wateja watakuja wengi sana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Lakini pia katika mvuto wa riziki mbalimbali pia mti huu unatumika kwa ajili ya kuchoma na kufukisha majifukiza tu, inshallah. Naomba tulizike na hilo, mti huu unaitwa runduta au ruduta qui kwe kwetu. Mimi ni Chifu Hamisi, Hatad TV. Asanteni.